Kongo na Rwanda zimeafikiana kuja na rasimu ya makubaliano ya amani ifikapo Mei pili na kuacha kutoa msaada wa kijeshi kwa makundi yenye silaha kulingana na makubaliano yaliyotiwa saini mjini Washington siku ya Ijumaa ya Aprili 25 kama sehemu ya juhudi za kidiplomasia kukomesha ghasia mashariki mwa Kongo. Makubaliano hayo yameafikiwa wakati ambapo waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wakiripotiwa kuchukua maeneo zaidi eneo la mashariki mwa DRC. Aidha, makubaliano hayo yanaibua matumaini kwamba ghasia za hivi punde ambazo zimesababisha vifo vya maelfu ya raia na wengine kupoteza makazi zitasitishwa na hivyo maisha ya kawaida kuendelea. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio ambaye aliongoza utiaji saini wa makubaliano hayo alikuwa na kauli hii: Ina heshima kubwa the... kuwa hapa na wenzangu mawaziri mambo ya nje wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushuhudia azimio la kanuni za amani mashariki mwa DRC. Ni tamko ambalo linaweka uelewa wa kimsingi wa utawala na usalama wa kikanda, mifumo ya kiuchumi, na kukomesha mapigano na kuruhusu eneo hilo kufikia uwezo wake kamili. Hata hivyo, wito wa makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano yameonekana kutoheshimiwa, ambapo kila pande zimemtuhumu mwenzake kwa kukiuka makubaliano hayo. Naye mwenzake wa DRC Therese Kayikwamba Wagner alikuwa na kauli hii: leo sio mwisho, lakini mwanzo wa hatua muhimu kuelekea amani, iliyochukuliwa kwa dhamira na madhumuni so, like, particular... huko Goma, Bukavu na kwingineko. Ukweli ni kwamba ukosefu wa usalama na ugumu wa maisha unaendelea. Kwetu sisi, uharaka wa mpango huu si wa kinadharia, ni wa kibinadamu. Pande zote mbili pia zilikubaliana kuangalia utaratibu wa pamoja wa kuratibu usalama ili kukabiliana na makundi yenye silaha na mashirika ya uhalifu. Mwenzake wa Rwanda Olivier Nduhungirehe naye alisema, lengo letu la pamoja ni kuhitimisha makubaliano ya kina ya amani haraka iwezekanavyo, lakini hakuna njia ya mkato au marekebisho ya haraka, na inabidi tufanye kazi kwa bidii ili yafanyike mara moja, na tuko tayari kuendelea kufanya kazi pamoja na washirika wote wanaohusika ili kuhakikisha mafanikio ya mpango huu, na washukuru wote. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi hizo mbili walitia saini makubaliano hayo katika hafla na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye pia alitia saini kama shahidi. Thank you. Thank you.